Aa, sasa leo twende tuangalie faida na bajeti ambayo utaitumia kama utawafuga kuku ambao wapo kwenye hili banda. Hawa ni broila. Broila ni kuku wa nyama. Hawa kuku mara nyingi sana huwa wanawauza wakifika siku ya ishirini na nane. Na humu ndani wapo kuku mia mbili, inamaanisha box mbili, kwa hiyo kupitia hawa kuku nitawapitisha bajeti ambayo imetumika kuwalea tokea wakiwa wadogo, ili na wewe uangalie ni faida gani utaipata endapo utafuga broila mia mbili. Uh, inaweza ikawa ina utofauti kidogo haiendani na kwako, lakini ni sehemu ambapo naweza nikasema kwamba, uh, mara nyingi kama itaongezeka ni kidogo na kama itapungua itakuwa ni kiasi kidogo. Kwa hiyo nisikilize mpaka mwisho kwenye hii video ili uweze kupata e, bajeti na faida ambayo utaipata endapo utafuga broiler mia mbili, na pia nitakupatia mbinu ambayo unaweza ukaitumia ili kuweza kuongeza faida ili kufanya e, faida iweze kuwa kubwa e, tofauti na vile ambavyo ungefuga kawaida kabisa, kwa kupata faida ndogo. Sasa tuanze kabisa na vifaranga. Hapa utahitaji vifaranga box mbili. Hawa broiler la maeneo mengi huwa wanauzwa elfu mbili mia mbili kifaranga mmoja. Kuna broiler wa makampuni tofauti tofauti kuna makampuni kama vile Alvin, kuna Silverland na makampuni mengine mengi ambayo eh, huwa yanazalisha broiler, lakini bei zake mara nyingi ni elfu mbili mia mbili mpaka elfu mbili hapa. Kwa hiyo sisi hawa ambao unaona humu wamenunuliwa kwa elfu mbili mia mbili kwa kifaranga mmoja, kwa hiyo kwa box mbili vifaranga 200 inakuwa ni laki nne na elfu arobaini sasa Twende kwenye maandalizi, twende kwenye maandalizi mengine. Maandalizi mengine utahitaji e, chazo cha joto. A, kwa sisi tunatumia mkaa. Sasa jana niliandaa bajeti ya kuku chotala, tuliona kwamba kuku chotala tunawabuldi yani, tunawawekea joto kwenye bulda kwa muda wa wiki mbili. Sasa kitu kizuri kwa hawa broiler, wao huwa wanawekewa wiki moja tu, kwa hiyo Uh, sisi hapa tunatumia gunia moja la mkaa kwa hawa kuku. Pia tumetumia gunia moja la mkaa ambalo kwa saizi bei ni elfu thelathini tulinunua shilingi elfu thelathini. Lakini hizi bei mara nyingi huwa zinabadilika, inaweza ikapanda au uh, ikashuka. Na mwingine hatumii eh, chazo cha joto kama mkaa, anaweza akawa anatumia balbu kwa hiyo uh, ni unit hata kutumia unit na zinakaa mahali hapo, itakuwa ni elfu thelathini la, lakini pia kuna glucose e, glucose elfu mbili japo glucose zinauzwa elfu moja na bei nyingine, kuna nimovit elfu nane. Nimovit ni antibiotic, sio lazima iwe Nimovit. Unaweza ukachukua ni, oxytic ni, omithini hizi ni, ni hizi antibiotic au huwa tunasema dawa za kukata vitovu. Sasa ngoja nitoe na elimu kidogo hapa, wafugaji wengi hizi dawa huwa wanazitumia e, wiki moja tu ya mwanzo. Hii inatakiwa uitumie, uendelee kuitumia mpaka kuku wako unapowaingiza sokoni, kwa sababu pia huwa inazuia magonjwa. Nadhani kwa wale ambao wapo kwenye kundi letu la mafuzo wanaelewa vizuri kabisa e, namna ambavyo wanaweza wakawalea vifaranga wao na namna ambavyo wanawapatia hii nimovit inachanganywa na vitu gani. Kwenye kundi tunaelekeza. Kama unataka kujiunga na kundi, ni shilingi elfu tano e, kundi letu la mafuzo lipo WhatsApp, tutakuunganisha utakaa umo kwa muda wa miezi miwili kwa shilingi elfu tano kwa ada ya elfu tano lakini pia utahitaji vitamini e, Uh, sasa sisi hapa shambani huwa tunatumia broiler booster. Broiler booster na yenyewe ni vitamin lakini pia nakushauri, kwa mfano ukiwa na aminitoto, kama unataka utumie vitamin tu, aminitoto. Aminitoto ile ni huwa inakaa muda mrefu, yani unachanganyia kidogo tofauti na hizi vitamin nyingine, ambapo gharama niliyoiweka hapa ni aminitoto ambayo ni shilingi 12,000. Uh, lakini pia kuna kitu cha ziada hapa, nataka nikuongezee ili usiingie kwenye mtego wa magonjwa, usije uh, ukajikuta kwamba bajeti yako inaishia kutibia magonjwa na vitu vingine. Huwa tunatumia tiba za asili au kinga za asili, antibiotiki za asili sisi tunatumia hapa, huwa hatupati magonjwa eh, hapa shambani kwetu kwa sababu ya matumizi ya hizi tiba za asili na kinga za asili hizi hapa mpaka unapoona hawa vifaranga tumetumia elfu kumi, elfu kumi tu kununua hizi tiba za asili. Ukitaka kujua ni tiba gani zinatumika zinatumika, e, zinatumika kivipi, tuna kitabu cha tiba za asili. Kile kitabu tumeelekeza tiba zote za asili na kinga za asili antibiotic ambazo inatakiwa uwapatie vifaranga wako mara kwa mara. Kile kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi, tutakutumia kwa njia ya soft copy kwa WhatsApp. Aa, na hiki kitabu uzuri wa hiki kitabu bwana kinakuelekeza namna ambavyo utatengeneza wewe mwenyewe kwa hiyo, utajikuta unatumia gharama ndogo kabisa. Tukiendelea na bajeti zetu, tuje kwenye upande wa chakula sasa. Broiler ni kuku ambaye anauzwa siku ya ishirini na nane, kwa hiyo kwenye hizi siku ishirini na nane Uh, ni wiki nne ambazo utatumia mifuko minane hapa. Uh, kuna starter tatu alafu kuna grower tano, sijaweka finisher uh, kwa niaba ya finisher tutatumia grower kwa sababu mara nyingi sana huwa hazipatikani pia madukani, lakini kama utapata finisher basi utaweka mifuko miwili ya finisher uh, sasa kwenye hii bajeti yangu ya hivi vyakula starter 3 kwa shilingi elfu 92 Tano kwa shilingi elfu tisini. Kama unao uwezo ukapata chakula cha bei rahisi, lakini kisiwe chakula cha bei rahisi halafu kikawa haki, kina, kina upungufu wa madini na vitu kama hivyo kikaleta shida kukuako kashindwa kukua kwa wakati. Hakikisha unatafuta makampuni bora, kwa mfano vyakula vya Silverland, vyakula vya Alvin backbone ni vyakula vizuri ambavyo unaweza ukawalisha kuku wako na wakakua vizuri. Gharama yake itakuwa ni laki saba na elfu ishirini na sita. Hii gharama ya chakula, lakini pia kuna gharama ya chanjo. Aa, sasa kwenye hii gharama ya chanjo, chanjo tunajua inauzwa elfu sita chanjo ya, ya Newcastle sisi hapa shambani kwetu kwa sababu huwa tunawapa e, kinga na tiba za asili huwa tunatumia chanjo moja tu ya Newcastle, na hii chanjo ni maalumu. Chanjo ya kawaida ni elfu sita chanjo ambayo sisi tunatumia hapa huaga na kuaga ni elfu kumi na sita elfu kumi na sita na hii chanjo huaga inakuwaga ina uwezo wa kuzuia mafua, au kufanya kama kukuako watapata mafua watibike kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo tumetumia chanjo elfu kumi na sita. Hii chanjo ukinunua kitabu cha ufugaji wa broila, mle ndani utakuta tumeiandika kabisa jina na tumeandika sehemu gani unaweza ukaipata, lakini E, pia hapo kuna pesa za dharura pesa ya za dharura nimeweka laki moja na elfu ishirini laki moja na elfu ishirini siku ishirini na nane. Hii pesa ya za dharura maana yake kwenye usafiri. E, kama kuna kitu hapa, kuna vitu vingine vidogo huenda mimi sijaviandika hapa, utakuja kuvitumia kwenye hii laki moja na ishirini. Uh, kwa hiyo jumla kuu hapa utakuja kupata milioni moja laki tatu na elfu sitini na nne milioni moja laki tatu na elfu sitini na nne. Sasa nitakuja kupigia mahesabu uh, kwa kuku mmoja atakuwa amegharimu shingapi kwa kila kuku mmoja na hapo chini huo mchanganyo ambao unauona ni mchanganyo ambao ameutengeneza e, mwanafamilia wa Kingo Farm ambaye yupo kwenye kundi la Kingo Farm kwa kufuata maelekezo ya Kingo Farm alikuwa anawatibia kuku wake mafua na wamepona vizuri kabisa. Hapo alikuwa anatoa ushuhuda. Kwa hiyo ukiwa na kitabu cha tiba za asili kitakusaidia sana kutengeneza e, tiba. Kama hizo ambazo unaziona hapo. Sasa tukiendelea na somo letu kwa ya kuku mia mbili, kwa hii gharama ya milioni moja laki tatu 64, uh, kila kuku mmoja atakuwa amegharimu 6820 na hawa kuku siku ishirini na nane watakuwa wamefika uzito wa kilo 2 mpaka kilo mbili pointi nne uzito ambao wameufika. Sasa wewe angalia soko lako huko, hawa kuku kila mmoja 6820 baada ya siku ishirini na nane kwa kilo mbili tuseme watauzwa kwa gharama gani? Yaani, kwenye soko lako utawauza kwa gharama gani? Lakini hapa huwezi ukazipata tu hizi kilo, unahitaji msaada mkubwa sana wa kuwa na kitabu cha ufugaji wa broila ambacho kitakusaidia. Kile kitabu kina mwongozo hatua kwa hatua, namna ambavyo unaweza ukawalea e, broiler na tena, kama utakitumia vizuri kitabu cha ufugaji wa broiler, hawa kuku utawauza siku ya 23 tatu. Sisi kwenye kundi letu wenye kitabu hiki cha ufugaji wa broiler huwa wanawauza kuku wao siku ya 23, kwa sababu wanakuaga tayari wameshafikisha uzito wa kilo 1.4 mpaka kilo 1.8. Kwa hiyo hawa ndio kuku ambao wanaingia sokoni uh, hapa kama utatumia hichi kitabu kwanza, ukiwauza siku ya ishirini na tatu utakuwa umesevu mifuko miwili ambayo ni sawasawa na laki moja na themanini, lakini pia pesa ya dharura utakuwa umepunguza kitu kama elfu ishirini hivi. Uh, kwa hiyo utakuja kuona umepunguza kama laki mbili hivi, na nikupe uhakika kabisa, kama umetumia vizuri mwongozo wa ufugaji wa broila, nina uhakika hii pesa ya dharura haiwezi katumika zaidi ya laki moja kwenye hizi siku ishirini na tatu kwa hiyo kuna kiasi pia kitabaki. Sasa kama utafanya hivyo, utakuwa kwa kila kuku umepunguza wastani wa shilingi elfu moja kutoka kwenye siku ishirini na nane kuku ambaye aligharimu elfu sita mia nane ishirini kwa hiyo atagharimu elfu tano mia nane ishirini kwa hiyo, kama kuku atagharimu elfu tano mia nane ishirini na ikumbukwe kwamba hivi ah, wanaochinja hawa kuku wa broiler wateja wetu mara nyingi sana waga hawanunui kwa kilo hawazingatii kilo. Kuku wa, mbi, wa kilo mbili unaweza ukajikuta unauza bei sawa na kuku wa kilo moja na nusu. Kwa hiyo hicho kitu cha kuzingatia sana. Kwa hiyo kama utatumia kitabu cha Kingo Farm faida utakayoipata, e, ndani ya siku ishirini na tatu utapata laki nne na elfu thelathini na sita lakini kama utawafuga hawa kuku mpaka siku ya ishirini na nane faida utapata laki mbili na elfu themanini na sita kwa hiyo unaweza ukaona utofauti uliopo hapa kwamba kwanza umewahi kuwauza kuku shi, siku ya ishirini na tatu pili umepata faida kubwa lakini ukienda nao mpaka siku ya ishirini na nane unachelewa kuwauza kuku wako na unapata faida ndogo. Kwa hiyo kama unafuga broiler au una mpango wa kufuga broiler, huduma ambazo zinakufaa tukuhudumie sisi KingoFarm, aa, ni vitabu viwili. Utapata kitabu cha tiba za asili ambacho ni elfu kumi, lakini pia utapata kitabu cha ufugaji wa broiler ambacho ni elfu kumi, lakini pia na kushauri ujiunge na kundi letu la mafuzo walau hata kwa miezi miwili ambayo ni shilingi elfu tano. Kwa jumla ni elfu ishirini na tano. Tupigie kwenye namba hiyo hapo au tutafute WhatsApp.